Upande wa timu kiukweli, hata mimi hiyo taarifa sina e, nisiwadanganye timu. Jana mimi nimefukuzwa Zanzibar, nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu, e, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa uh, Zanzibar karibu ni shahidi, nilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha. Bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa. Kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam. Kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Ninachojua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25 kwenye siku ya mchezo. Hilo mimi. Taratibu nyingine watafanya hapa mazoezi, watarudi lini, warudi na nini? Kiukweli mwenyewe nimefichwa. Sijui chochote waichonaakikishia kwamba akawaambia waandishi akawaambia na wanachama, tarehe ishirini na tano Yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimemaliza.